Mshukuru Dokta Hoseni kwa kutuletea maendeleo na kutufanyia mingi mazuri ambayo kuwa tunayaona vilevile vile, nataka Mwenyezi Mungu amjalie hii miaka mitano ambayo kwa inakuja hapa mbele, apate na aendelee kufanya mazuri na aliokuwa bora zaidi ya haya ambayo kuwa ameyafanya hivi sasa. Kwa hiyo, Dokta Mwinyi sisi tunamshukuru sana, na Mwenyezi Mungu amjalie, ampe afya, ampe nguvu, ampe uzima wa kujaendelea tena hii miaka mitano ambayo kwa sisi tunakwenda nayo hapa mbele. Kwa hiyo mimi, hayo ndio maoni yangu na hayo ndio mawazo yangu ambayo kwa tayari nimeyawekeza hiyo tunamshukuru sana, na Mwenyezi Mungu amjalie hii miaka mitano ajafanye mazuri zaidi ya haya, kwa sababu yapo mingi, sisi mazuri nayo na tuliyoyapenda na mengi zaidi ya haya.